Pia waandaji wote mlioshiriki kuandaa jambo hili, nataka niseme jambo limefana sana. Wakati keki imewekwa hapa, nilikuwa najiuliza hii miti imetoka wapi, na nikajua labda ni mwembe mdogo mdogo ulikatwa siku nyingi, umeanza kuchipua. Kumbe ni keki. Ni marangu ya kwanza, mshamba akizimkazi kuona keki ya aina ile. Kwa hiyo watengezaji wa keki, asanteni sana, asanteni sana ndugu zangu kwa namna pekee. Pia ni washukuru sana sana sana ndugu zetu wa shirika la utangazaji Tanzania, TBC kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kampeni ya kupanda miti nchini. Wamekuja na kampeni ya 27 ya kijani, maana kwamba kila ifikapo tarehe ishirini na saba ya kila mwezi wananchi wanatakiwa wapande miti na wanatoa hamasa kuwataka anayepanda mti apige picha na apeleke ili wamuoneshe wananchi wengi wanaitikia. TBC, asanteni sana, na naomba hili jambo liwe endelevu, mwendelee nalo. Lakini pia niwapongeze sana ndugu zangu wa Tanzania Forestry Services, awa watu wa misitu kwa kusimamia upandaji wa miti ndani ya nchi, lakini kuelimisha watu na kutoa miche ya misitu ya kupandwa, ya matunda, ya kivuli na ile ya mbao. Nawashukuru sana na naomba mwendelee na hilo. Vile vile, niwashukuru ndugu zetu wa MIF, mwanamke initiative kwa leo hii ndiyo waratibu wa, wa, wa shughuli hii wakishirikiana na vijana wetu wa bodaboda na vijana wa bajaji tunawashukuru sana MIFU kwa kazi hii kubwa mliofanya, lakini nisisahau kuwashukuru pia uh, uh, wenzetu wa Bakwata, wametoa miche elfu moja ya minazi ambayo haikupandwa leo hapa lakini itakwenda kupandwa maeneo mengine ya mkoa huu, kuwa mkoa utakabidhiwa miche elfu moja ya minazi. Kwa ujumla ni washukuru wananchi wa Kusini, lakini hasa wananchi wa Bungi na vijana wetu kwa kushiriki zoezi hili kwa wingi. Kwa hiyo nawashukuru wote kwa ujumla wenu. Kwangu binafsi, siku hii ni ya shukrani maalumu kwa Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kushuhudia siku nyingine ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwangu au kuja kwangu duniani siku ambayo nimeichagua kuadhimisha kwa, kwa kupanda miti katika maeneo kwa mwaka huu maeneo haya ya Bungi, uh, Kilimo, lakini pia kule nyumbani Kizimkazi. Lakini tunakumbuka kwamba mwaka juzi nilifanya, niliadhimisha siku kama ya leo kule mkoa wa Kaskazini Unguja ambako ni Donge, tulikwenda tukapanda miti kwenye eneo ambalo limeathirika, vile vile tutakuwa tunazunguka kupita na kupanda miti. Na hili ni funzo kwenu, ndugu zangu, kila maeneo ambayo wa yameathirika, wakuwa mikoa kwa wilaya, simamieni yapandwe miti, na tusisubiri lazima siku maalum kama hizi, lakini turudishe mazingira, ili mazingira yarudi kwenye hali yake na yaendelee kutupendelea. Ndugu zangu, kupanda miti na nimechagua jambo hili ili kutimiza wajibu wangu kama Mtanzania na kama binadamu ninayewajibika kuitunza na kuhifadhi sayari yetu ya dunia tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kuacha urithi kwa vizazi vinavyokuja. Sisi tulirithi uoto wa asili mwingi sana, tulirithi uh, nchi yetu ikiwa haijaharibiwa kiasi hiki tulirithi miti mingi ya matunda iliyopandwa mashambani na ile inayojiotea tu maporini. Lakini leo mtoto wetu akitaka kula pera lazima aende akalinunue sokoni. Sisi tukuwa tunapita tu kwa msituni na tunakula mapera aina yote tunayoyataka. Tunaingia mpaka mashambani kwa watu, tunachuma bila kuomba, tunachuma kisha tunakimbia zetu lakini miti hiyo ilikuwepo. Sasa miti imepotea. Ni wajibu wetu kurudisha uoto wa asili, kurudisha miti ya asili ya nchi yetu, ili kuleta urithi kwa watoto wetu. Nitumie nafasi hii vile vile kuwapongeza Watanzania wote waliozaliwa tarehe na mwezi kama wa leo. Najua wapo wengi, mimi na wenzangu wengi sana wa mwaka mmoja na miaka iliyofuatia, wengi sana. Na niwasihi tuungane pamoja katika zoezi hili muhimu la kuhuisha uhai na mustakabali wa mazingira yetu. Ndugu wananchi, zoezi hili tulilolitekeleza leo, ni wajibu wetu sote kutunza mazingira ya nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa msingi huo, ninaungana na kauli mbiu ya tukio hili inayosema Uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Na niwapongeze wote tulioko hapa katika kupanda miti, lakini kabla sikuja hapa nilikuwa naangalia TBC, naona mikoa mbalimbali nchini, wilaya mbalimbali mbali zinaendelea na zoezi hili leo 27 ya kijani. Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia nchi si hadithi wala maneno ya nadharia ni uhalisia tunaoona na kuishi nao. Nchi zote duniani zinakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kama vile ongezeko la ukame, mvua zisizotabirika, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto na kuongezeka kwa ki, na kina cha bahari. Kwa nchi yetu Tanzania, athari hizi zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla ikiwemo kadhia ya kukosekana maji safi na salama lakini pia uchache katika uzalishaji wa chakula na pia inaathiri afya ya mwanadamu. Upandaji wa miti ni moja kati ya njia mahsusi za kukabiliana na athari hizi, lakini pia mti unaopanda leo na kuutunza leo utaleta mvua siku zijazo utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha. Lakini pia ni ustawi wa wananchi wa wanaokuja mbele yetu wa vizazi vinavyokuja mbele yetu. Ndugu zangu, tunapopanda miti leo, hatufanyi kama ni sherehe tu, bali tunatekeleza kwa vitendo ajela ajenda ya ishirini thelathini ya malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs, na hususan lengo namba kumi na tatu la kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuongeza ustahamilifu wa jamii zetu. Vile vile tunatekeleza lengo namba kumi na tano la ajenda za ishirini thelathini za SDGs ambalo ni kulinda uhai katika ardhi kulinda uhai katika ardhi kwa sababu kupanda miti na kutunza miti ni hatua ya kulinda misitu, kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi bioanuwai na kuhakikisha ardhi yetu inaendelea kuwa na rutuba na uhai kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Hatuishii hapo, pia tunapopanda miti tunatekeleza lengo namba mbili lile la malengo ya SDG, ambayo ni food security au kule imeandikwa zero hunger, kuondosha kutokuwa na chakula. Tunatekeleza lengo hilo pia, tunatekeleza lengo namba tatu la afya na ustawi wa jamii, sababu kwenye chakula ndiko kwenye afya, lakini miti vile vile ni dawa. Kwa hiyo tunatekeleza lengo namba tatu la afya na ustawi wa jamii. Pamoja na yote, kama nilivyosema kupanda miti ni kuhifadhi maji. Kwa hiyo tunatekeleza pia lengo namba sita la clean water katika malengo yale ya SDG. Ukiyajumulisha yote hayo, tunatekeleza lengo namba moja la SDG ambalo ni kuondoa umasikini. Kama tuna afya nzuri, tuna chakula cha kutosha, ardhi yetu nzuri, tunavuta hewa nzuri, tunafanya vizuri biashara ya hewa ukaa, fedha zinaingia nchini kwa maendeleo yetu. Hiyo ni kuondoa umasikini. Kwa ndugu zangu kwa ujumla, kutunza miti ni hatua ya kulinda uhai wa mwanadamu. Ni washukuru sana katika hilo. Kitaifa, tunapofanya yote haya katika lile lengo la kuondoa njaa, tunatekeleza lengo letu la 10/30 katika sera yetu ya kilimo yaani itakapofika mwaka ishirini thelathini sekta yetu ya kilimo ambayo sasa hivi inakuwa kwa asilimia 4.6 tunataka ikuwe kwa asilimia kumi, yaani tuzalishe, kilimo kizalishe kwa asilimia kumi na kichangie vizuri sana kwenye pato la taifa. Vilevile kimataifa, nchi yetu ni sehemu ya juhudi za dunia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia mikataba mbalimbali mbali ya tabia nchi, kupitia mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa ikiwemo mkataba wa Paris unaosisitiza nchi kuchukua hatua za pamoja za kupunguza hewa ukaa na kuongeza uwezo wa kukabiliana na athari za tabia nchi. Hapo napo, kama nilivyosema, pana biashara na Tanzania. Tumeanza kufanya biashara hii na wilaya zenye misitu mingi, zimeanza kufaidika na biashara hii, wanapata fedha na wanafaidika na biashara hii. Mfano mmoja ni wilaya ya Tanganyika, ambayo kupitia fedha hizi wanaweza kujenga shule wao wenyewe, wanajenga vituo vya afya wenyewe, na miradi mingine ya maendeleo wanafanya kupitia fedha hizi. Kwa hiyo tukipanda miti kwa wingi, hapa pana biashara ya kutosha, pata fedha za miradi midogo midogo ya maendeleo. Ndugu wananchi, Idadi ya Watanzania inaendelea kukua kwa kasi, na katika miaka michache ijayo tutafikia idadi ya watu milioni sabini kwa makisio. Ikiwa Watanzania milioni thalathini tu watapanda mti mmoja kila mmoja kila mwaka na kuutunza hadi ukue, tutakuwa na idadi kubwa ya miti kila mwaka. Nusu yetu tukipanda tutakuwa na idadi kubwa ya, ya, ya miti kila mwaka na ndani ya miaka michache tu taifa letu litaweza kubadilika kwenda kwenye maliasili ya uhakika na ustahamilivu wa mazingira . Hivyo ni wajibu na uzalendo kwa taifa letu ikiwa kila mmoja wetu atashiriki kufanikisha ajenda hii muhimu ya mazingira. Ndugu zangu, serikali itaendelea kusimamia ajenda ya utunzaji wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Suala la mazingira ni miongoni mwa nguzo za utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, ambayo ni uhifadhi wa mazingira na ustahamilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Na hapa ni mpongeze waziri wa mazingira kwamba wizara yake imeanza kutekelezaji wa dira yaliyomo ndani ya dira hii ya 2050. Msingi huu unahakikisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili na kuimarisha uwezo wa taifa wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa manufaa, kama ilivyosema, kizazi chetu, lakini na watoto wetu wanaokuja. Na hapa nitoe maelekezo kwa mamlaka za upimaji ardhi na upangaji miji nchini kote kuhakikisha kuwa katika upimaji wa maeneo mapya wanazingatia kutenga maeneo ya kijani na nafasi ya upandaji miti katika mipango ya makazi na matumizi ya ardhi ili kuwawezesha wananchi kupanda miti na hivyo kujenga makazi yenye ustahimilivu wa kimazingira. Ninapohitimisha ndugu wananchi, nataka nirejee tena rai yangu kwamba tujenge utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira yetu, na zaidi, tuurithishe utamaduni huu kwa watoto wetu. Mtoto akipanda mti na akausimamia akiwa mdogo anakuwa na upendo na mazingira na fikra za kulinda mali asili za nchi yetu. Vile vile niungane na kampeni inayoendeshwa na shika la utangazaji Tanzania ya ishirini na saba ya kijani kwa kutoa wito kwa wananchi, taasisi na wadau wote wa mazingira kupanda angalau mti mmoja nyumbani, shuleni, kazini au kwenye maeneo ya jamii na kuhakikisha miti hiyo inatunzwa mpaka ikue. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru tena kwa kuungana nami katika kumbukumbu hii ya siku yangu ya kuzaliwa kwa kujitolea kuhifadhi mazingira kwa faida ya Watanzania wote kwa ujumla wetu. Santeni sana kwa kunisikiliza. Mungu aibariki nchi yetu Tanzania na Mungu atujalie tuweze kulinda mazingira yetu. Basi, kwa kuwa ni siku yangu, Mungu anibariki na mimi asanteni sana kwa kunisikiliza.